Asante shemeji, unajua wazo lako la mimi kufikia huku ili Tabia aje kunikuta huku kwa surprise. Ni wazo kubwa sana, maana hata mimi nilikuwa nawaza nimfanye kitu gani ili niweze kumshangaza na kumfurahisha. Yaani sikuwaza kabisa kama utakuwa na mawazo makubwa kama hayo. Unajua nini shem? mimi na Tabia ni marafiki wa karibu sana kwa hiyo ni lazima niijali furaha yake. <laughs> Hakika mpenzi wangu, Mungu amemfungulia milango yake ya neema, maana amepata rafiki wa kweli, napunde sipunde anaenda kuwa mke halali wa mwanaume wa ndoto zake. Ni kweli kabisa ndonga. Sasa wakati tunamsubiri, ngoja mimi niende sokoni nikaemee vitu ili nipike tule, utie baraka hapa nyumbani.

Vipi mjukuu wangu, umefanikiwa kupata? Ndiyo bibi. umefanikiwa kupata nini, unyayo au kipande cha nguo? <coughs> Vizuri sana mjukuu wangu, sasa ngoja nikutengenezee kimbo. Sawa bibi. Mama nisaidie ndonga hiyo ya kwangu, tena kwangu peke yangu, sijali. Mjukuu wangu, hilo ni jambo dogo sana.

Maa, najisikia uchovu pia. Kama Tabia atakuja hapa, usimwambie kama mi nipo. kwa nini uli mpango wetu umeugagisha tena? Naomba nikapumzike kwanza, nikishaamka tutaijadili hilo mimi na wewe. Ndonga, ndonga, ndonga mm. Amka mpenzi wangu, maji yako tayari wanzo, ukaoge uwe nyumbani mm. Taondoka kesho bwana, leo nimechoka balabla. Alafu si unajua kwamba mimi nikiwa karibu nawe, moyo wangu ndonakuwa na amani Hata mimi pia nahitaji uwepo wako karibu yangu, lakini losi, ulisema unaenda kuonana na mshenga. Nilishasahau. <laughs> na sema na upunguze arau nazonipa mama, isije nikadharau kazi huko mjini tunapoenda baada ya ndoa yetu ilo. <laughs> Usijali, ichonana naye jioni. Mama, nakuomba ongea na Ndonga, kama kuna lolote nililomkosea anisamee. Mama huo najua ni jinsi gani nilivyokuwa msikivu na mwenye subi la juu yake. Alafu mama, kama kuna utovu wowote wa nidhamu, nilio uonesha, nielekeze mimi mwanao, tajilekebisha na kuelewa. Kipenzi changu, nakuelewa vizuri, lakini tatizo ni huyo mwenzako mambo ya mapenzi mwanangu hayaingiliwi. Sasa leo nitakapokaa na mwanangu nikaongea naye hivi, hata wewe unajua hilo, mtafika mbali. Inatakiwa maamuzi hayo aamue mwenyewe. Mimi atakaye niletea yoyote, hata leo akasema nakupenda wewe mwanangu, tabia mimi mbona sina tatizo na wewe, nakujua na tabia nzuri na kila kitu. Wale wanaopendana tu mwanangu hawafiki mda mwingine. Sasa itakuwa unamlazimisha mtu mwanangu, itakuwaje mama au sipo? Tena moyoni mwako mama, mi bado nampenda Ndonga, nampenda sana mwanao, sina ningama, ntaweza kuishi bila yeye na Ndonga. Wewe ukisema hivyo binti yangu, unakosea. Sio kwamba mimi sipo moyoni mwako, ila tatizo mwanangu mwenyewe kimemkuta nini mpaka natafuta mwingine. Wewe ongea na mwenzako charudi nitarudi kwa ajili yako, na kuahidi na sitoweza kuvunja ahadi yangu. Basi usilie. nambo itunze ikembe, maana hii ni ishara ya upendo wetu. Unajua mchoro uliochorwa katika hiyo kembe, tembo. Sasa nataka nikupe sifa tatu za tembo. Sifa ya kwanza ni mnyama mkubwa kuliko wote mwituni. sifa ya pili licha ya ukubwa wake pia ni mpole. Na sifa ya tatu ni mnyama ambaye mwenye kumbukumbu, namaanisha kuwa anaweza akarudi njia aliyopita miaka mingi iliyopita na kaipita tena, hata iwe imebadilika vipi. Huyo tembo ndio mimi, nitarudi Abichi boy, vipi? Poa vipi? Kama ka naona ile mjini ya kuseme uongo, shebele, shebele, ng'ari ng'ari, shega shega. Ah, Kimwaga, mbona siku hizi usoko umekomaa sana? Hao ndo bangi nyingi. Aya, ah. yeah. <laughs> unaulizia ndumu kijiti hapa ndo mahala pake, yaani kitulia hivi maskani, nasikilizia kitu hapa hapa dibeni, naiona sauti hivyo. Mboi, unajikuta nani haswa katika hiki kijiji. Kivipi? najizima data au vipi? Unajua, sister yangu mimi ana amani kwa ajili yako yaani asubuhi ni kulia, mchana kulia, usiku kulia, ambiliki, asikiki. Afu si tushakataa mahali kibao dadangu, kashakataa barua kibao kwa ajili yako, afu mboye upo umerudi ngali ngali nini, unanata unamsahau dadangu. Hivi unajua mapenzi yanavouma? Yaani nafika kipindi dadangu mimi kune mboga naacha kutia chumvi, anaweka sukari kwa ajili yako si tunakula vibovu kwa ajili yako, wewe mboi upo tu unakula la. Oya mwanangu, yule da sista yangu mimi, damu zito kuliko maji, tutapoteana sasa. Kimwaga, mahusiano yangu mimi na dada yako inahusu nini? <coughs> <coughs> Omboi, unajisaulisha, yaani unajisaulisha kabisa wakati unaniagiza wakati kipindi fulani unanipa vichenchi vako nimpelekee dadangu, ulikuwa ujui kama uhusiano wenu mimi anihusu? Hebu nisikilize, Kimwaga, mimi na dadako tumeshamalizana. Hakuna jambo lililokosa mwisho. Mwisho wa mimi na dadako umeishia hapa. Sasa kama wewe kakuagiza uje kuniambia mimi upumbavu wako, na mimi nakutuma kumwambia hivyo hivyo kwamba simtaki na siwezi kuwa naye tena He? Wamboi unasemaje? Hi, oya, msikilizeni huyu. Unachekesha Umboi. Ujue mwanangu, 5 years ya ukloko sisi angu anakusubiria wewe. Tumekataa barua kibao za hashefa. Tumekataa mahali kibao. Alafu mwanangu amerudi chikoo pao siyo? unamtupa dada angu wa jirabisha wali Oya. Tunapoteana laundi. Oya, Umboi. Hapa sheria ni moja. We utake, usitake, utamuoa dada angu. Kimwaga, kimwaga, usijoni umeweza kuvuta mibangi kwa jiji wewe. Mkubwa, nisikilize kwa makini, ebu nisikilize. Mahusiano yangu mimi na dada yako wewe hayakuhusu, unaelewa hilo eh? Mm. Alafu nimeshamwambia dada yako simtaki, kwa hiyo kama kakuagiza ujikumbana mimi, wewe kamwambia kwamba mimi simtaki Kimwaga, ebu, ebu tusikilizane. Kimwaga. Unajua ilo panga ile. Kimwa na ilo panga ujue. Punda aende bila viboko.